Kama una upepo wa dhati, na baba, Un, inkine, una yusa, kwa mwenzako mchukue. Tunawapongeza kina baba mnaolea watoto usio wa kweli. Kuna wengine na familia hiyo sawa, anaweza kuwa mtoto wa baba mwingine au mwingine alishafariki, lakini wewe Yusufu atufundishe hivyo, Yusu. Yusufu alimtunza mama a malia na mtoto asiye wake yani kibiolojia na hatari zote. Nakumbuka wakati Herode alipokuwa, mtoto amemchukua mama yule kumlinda, lakini hata walipokuwa naenda alipozaliwa Yesu, tunasikia katika siku zinazokaribia mama nikula Maria anapokaribia kujifungua mtoto, wanakwenda kujiandikisha dedeni kule, mama anakaribia kumchunga